Naitwa Haika Masawe, mkuu wa division ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Ikungi. Leo hii tuna tukio la kusaini mikataba kwa vikundi vikundi ambavyo vinakwenda kupata mikopo ya awamu ya tatu. Kuna vikundi ishirini na moja vinapata milioni mia na sitini na nne. Fedha hizi zinaenda kuleta jumla ya milioni mia nane kumi na moja ambayo tutakuwa tumetoa sisi halmashauri ya wilaya ya Ikungi kwa sasa. Aa, kimsingi fedha hizi ni matazamio yetu kwamba zikalete tija kwa wakopaji, maana wameainisha shughuli mbalimbali wanazoweza kuzifanya zikiwemo za biashara, kuna viwanda na miradi mingine, wapo wafugaji wa kuku, wa nguruwe. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba wakienda kutendea haki fedha wanazozipata wakishirikiana na wataalamu wa sekta walioko katika maeneo yao, mikopo hii itakwenda kuleta faida kwa wanakikundi wenyewe, lakini na kwa jamii inayowazunguka. Kwa hiyo ni matazamio yangu kwamba watazingatia mikataba wanayoisaini, warejeshe fedha hii kwa wakati, ili na wengine waweze kunufaika, maana hii fedha ni fedha ya mzunguko. Kwa jina naitwa Elizabeth Hamisi Lala, ni mwanakikundi wa kijiji cha Mnang'ana kata ya Sepuka. Nimepata nime bahati ya kuwa mnufaika wa hela ya mama ya mama we, yetu Samia kwa ajili ya kutusaidia wanakikundi kuendesha biashara zetu maana hizi hela zitatusaidia kuongeza mitaji na kuweza kuongeza faida katika familia ninamshukuru mama Samia kutuletea mradi huu wa mkopo maana ilikuwa sio rahisi mimi mama kupata mkopo lakini kwa huruma ya mama Samia imetusaidia sisi wa mama kupata mikopo ambayo itatusaidia katika biashara zetu za ujasiriamali kwa majina anaitwa Esther emanueli ni makamu mwenyekiti kutoka kikundi cha Ikuo. Kikundi cha Ikuo ni kikundi cha vijana mabinti ambao wanajishughulisha na utengenezaji wa bidhaa za ngozi pamoja na bidhaa za usafi. Um, tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia kwa kutuongezea miaka sisi vijana kutoka miaka thelathini na tano mpaka kufikia miaka arobaini na tano na tunapenda kumshukuru kwa hii mikopo ya asilimia kumi. Sisi mabinti tulikuwa tuna mtaji wetu mdogo lakini tumeona kuna umuhimu wa kuongeza mtaji wetu. Mimi ndugu Idi Hassan wameswaa wa, wa, wa, wa kikundi cha Mpako, namshukuru Rais rahisi kwa kutuletea huu mkopo wa serikali. Na katika kundi la ulemavu, huu mkopo naongezea mtaji hiyo faida yake na marejesho pia narudisha serikali. Shauri tu wenzangu wenye ulemavu wasiogope kujitokeza, watoke na hii mikopo kwa sababu ipo ipo ipo wazi kwa serikali. Kwa majina anaitwa Ayubu Gibiche Samuel, ni mwanasheria sheria. Eh, leo tumekuwa tukitoa mikopo ya vijana wanawake, pamoja na watu wenye ulemavu halmashauri ya Ikungi, hivyo kumekuwepo na watu wengi hususan wana vikundi kutokuchelewesha aidha mikopo au kubadilisha matumizi ya fedha walizopewa katika walengo waliokuwa wamekusudia kwa wakati wanaomba mikopo hiyo. Ila ukiangalia kanuni za utoaji na usimamizi wa mikopo kwa vikundi vya wanawake vijana na watu wenye ulemavu za mwaka 2024 zinatoa bayana hususan kanuni ya, ya kumi, ina, ya, ya kumi kipengele, kipengele kidogo, kif, na kanuni ndogo ya kwanza inaonyesha kabisa kila mwanakikundi anao wajibu wa kurejesha au kusimamia miradi ile iliyokusudiwa wakati wanaomba mkopo huo. Lakini ukienda kanuni ya kumi na mbili inaonyesha endapo kikundi kitachelewa kulipa, kurejesha mkopo huo angalau kwa siku moja, na maana mkopo huo utahesabika kabisa au haujawahi lipwa, hivyo kikundi kitakuwa bado kina deni lake itahesabika vile vile. Hivyo mimi ni wito wangu kuwa, lakini ukienda kanuni ya arobaini kanuni, kanuni ndogo ya kwanza si, inatoa adhabu kwa kikundi ambacho aidha watakuwa wamefanya udanganyifu, watashindwa kusimamia miradi waliokusudia wakati wanaomba, na hata kama wa, na pale watakapokuwa watakishindwa kurejesha mikopo yao, kuna adhabu pale ambayo ni kifungo cha miezi miezi 12 jela na kisichozidi miezi 28, na adhabu nyingine ni faini, sio? kwanzia laki mbili na isiyozidi milioni moja. Hivyo mimi wito wangu kwa jamii ni kwa wanapopokea mikopo hii wahakikishe kuwa wanairejesha kwa wakati kwa ajili ya wao kujiongezea nafasi ya kuweza kukopa kwa mara nyingine na kuhakikisha kuwa wenzao wanaweza kukopa mikopo hiyo kwa ajili ya maendeleo endelevu ya jamii kwa ujumla na wananchi na kuweza kukuza hali za kiuchumi za wananchi.